Kwa mkoa wa Tabora tuna taarifa moja ya tukio ambalo limetokea tarehe kumi na sita mwezi wa sita mwaka 2025, na majira saa kumi za jioni katika kitongoji cha Lugubu kusini kijiji na kata ya Lugubu tarafa na wilaya ya Igunga mkoa wa Tabora ambapo mwanamke mmoja alitambulika kwa majina ya Kagwa Tungu Mahigi ana umri wa miaka 25 mkulima na mkazi wa kitongoji cha Lugubu kusini pamoja na watoto wake wanne ambao walitambulika kwa majina ya Sengi James mwenye umri wa miaka nane, Simon James mwenye umri wa miaka sita, Elisha James miaka mitatu na Kashinje James mwenye umri wa miezi saba. Wote walifariki dunia baada ya kunywa sumu aina ya Ruruka ambayo inatumika kuulia wadudu. Chanzo ni ugomvi kati ya marehemu pamoja na mume wake ambapo marehemu alikuwa ni mke mkubwa na m-kulikuwa na mke mdogo pia. Na chanzo cha ugomvi huu ni kutokana na namna ambavyo mwanamke mkubwa alikuwa anaona kama hapati huduma sawa pamoja na mke mdogo, na hii ni kutokana na kujengewa nyumba ya kisasa kwa mke mdogo na yeye kuona zile huduma hazipati vizuri. Mbinu ambayo ametumia ni marehemu kumvizia mume wake akiwa amekwenda shambani na kisha kanunua pakti ya sumu ya kurogea na kurogea kwenye kikombe cha plastiki na alionyesha watoto wake pamoja na yeye mwenyewe. Nyumbani kwa marehemu kulikutwa pakti moja ya sumu hiyo ambayo imetumika pamoja na kikombe cha plastiki chenye sumu ambayo ilibakia. Miili Mi ya marehemu ilifadhiwa mochuari ya Igunga kwa ajili ya uchunguzi na baada ya uchunguzi kufanyika, imekabidhiwa kwa ndugu leo hii kwa ajili ya mazishi. Hili ni tendo la kikatili, kihalifu na lisilo na utu, lililoangamiza maisha ya watu wasiostahili kuumizwa na pia linaondoa nafasi ya mtu mwenye matatizo kupata msaada wa kweli. Hakuna mazingira yanayohalalisha kuumiza wengine kwa sababu ya hasira, wivu au maumivu binafsi. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linalaani na kuendelea kutoa wito pale inapojitokeza migogoro ya kifamilia kutumia mamlaka mbalimbali wakiwepo viongozi wa dini serikali na sisi jeshi la polisi tunalo dawati ambalo linashughulikia masuala ya jinsia pamoja na watoto ili kuweza kupata ufumbuzi wa migogoro mbalimbali. Abda kamanda, kwenye nyumba ya marehemu alikuwa kishi yeye tu na watoto wake, ama kuna watu wengine ambao pengine waliweza kuishuhudia tukio hili kwa maana moja ama nyingine? alikuwa akiishi yeye pamoja na watoto wake na mume wake, ambaye kuna siku ambazo alikuwa anawala kwa mke mkubwa, na siku nyingine alikuwa anakwenda kwa mke mdogo. Lakini ni hatua gani sasa mmezichukua kama jeshi la polisi? Tumemshikilia mwanaume na tunaendelea kumfanyia mahojiano ili kuweza kubaini mazingira mengine ambayo yanaweza kujitokeza kuhusiana na tukio hili.